nna ksubiaaiaashukahiyo ni msuli wa garfu huyu amejaribu eh. Senje, senje, senje, senje, kwani unakwanga mjinga hivi? Senje, kwani unakwanga kumbafu hivi? Nabili, unaongeanga udaku ya watu ni kama wewe uko perfect kumbe uko useless, kumbe akili umeweka kwa hizo vyombo unaosha. Hani umetoka hapa Kenya umeenda huko Saudi Arabia kuosha vyombo. Watoto wako akoai poa, mama yako akai poa, bwana wako akai poa, familia yako ikoai poa, na bado unatumia mtu kama pita kioi elfu kumi kila mwezi au kila mwezi. Sinje. Sinje. Eh, hii ni ujinga ya hali gani? Unatumia mtu ambaye si ndugu yako sangine ndugu yako umewacha anateseka. Sangine sisi zako umewacha anateseka. Sangine wanko yako umewacha anateseka. Sangine anti yako umewacha anateseka. Sangine babu yako umewacha anateseka. Sangine nyanya yako umewacha anateseka. Sasa zingine dada ya ndugu yako, dada ya nani, mtoto ya ndugu yako nini umewacha anateseka. Saa zingine majirani yako umewacha nateseka alafu, unamkuja unatumia stranger ambao umekuta kwa TikTok 9000 10000 kila mwezi na senje bila na gani. Unakonga na akili senje? Unajua mimi nakujua, ukisikia hii sauti yangu na gani unaenda kunijua. He senje, sisi tumegoza promise yetu ambao bila, tulikuwa tunakusaidia wakati ulikuwa naingia YouTube hukujua chochote kwa tunakuonyesha YouTube tunakuonyesha ABCD vile inafanywa. Uka tupromise utatupea kitu mpaka leo. Lakini unatumia stenja elfu kumi kila mwezi. Stenja ya nini uko na akili? Kumbe una akili. Hani wanawake ambao wanafanya gas, eh, gaf. Wote wameosha vyombo mpaka vichwa yao vimekuwa vyombo. Wameosha sufuria mpaka vichwa yao vimekuwa sufuria. Wameosha uh, vijiko mpaka vichwa yao vimekuwa vijiko. Eh? Wameosha choo mpaka kichwa yao umekuwa choo. Wameosha nguo mpaka kichwa yao umekuwa nguo. Wameosha nyumba mpaka kichwa yao zimekuwa nyumba. Yaani kichwa ya zao zimeoshwa. Au kama mtu ambao umekutana kwa TikTok, mtu ambao hawezi kusaidia malipopote unamtumia 10,000 kila mwezi. Senje kuja jiteite kama na uongo sangine utapata Ndugu yako mtumii pesa, sister yako mtumii pesa, anti yako mtumii pesa, anko yako mtumii pesa, mama yako mtumii pesa, baba yako mtumii pesa, babu yako mtumii pesa, family member yako mtumii pesa, majirani mtumii pesa, alafu unakuja unatumia stranger kwa TikTok 10000 kila mwezi. Na wewe kazi unafanya huko, si kazi ya maana, kazi ya kuosha viombo, kazi ya kuosha nguo, kazi ya kuosha choo kazi ya kuosha nyumba, kazi ya kuangalia mgonjwa, kazi ya kuangalia nyanya mzee, kazi ya kuangalia babu mzee, kazi ya kuangalia watoto, kazi ya kuangalia hizo, ndo kazi unafanya. Alafu unachukua pesa yako unatumia mtu kama Pita Kioi. Pita Kioi ni mtu akutumiwa kutumiwa pesa. Pita Kioi ni mtu wa kutumiwa pesa. Hey, I'm disappointed with you.